Nataka nifahamu kile kipindi cha chumvi, tumeshapata picha. Mm, kwamba aliyechimba chumvi alikuwa ni Mchina ndio yeah. Afrika tukampata mchimba chumvi alikuwa ni m mali mali mali, ufalme wa Mali, Mali Empire. Ina maana mpaka sasa hivi kwenye, inamaana kipindi hicho kwenye mizani ya uchumi Nnam. na sisi tulikuwa tunakaa katikati ya wababe, tuzungumza biashara. West Africa yote ni... ilikuwa ipo kati ya wababe West Africa yote ukiangalia. Yes. e, no, uki, hadi kufikia karne ya 15 I believe, no hakukuwa na utofauti mkubwa sana wa maendeleo kati ya Europe na Africa. Hatukuwa na utofauti mkubwa kiasi hicho. Tuna discuss historia ili baadaye tujue tuko wapi. Naam. Tulifeli ama tujafeli? Tujaferi, uwezi ukaweka kufeli kwa sababu kila mfumo uliopita kuna changamoto zilitokea ndo maana ukabadilika yeah. Kama kulivyokuwa na mfumo wa bata system bidhaa kwa bidhaa, kwamba nimependa shati yako hii nataka nije ninunue magimbi pale na kuletea nguo na nipa magimbi. Wakaona bana hii, kuna watu wanaonewa, tunatumia chumvi, yani, ukiwa na chumvi ndo unadili sasa, si ndio? Ilifikia stage unaambiwa watu walikuwa hawakip tena stock ya chumvi, yani chumvi ilikuwa busy ina supply wa mno ndo pesa ya kipindi hicho ehe, lakini bado kuna muda ilifika kukawa na changamoto zaidi yani, kwamba hii bado sio ki, kitu kirudi yeah. cha kupima thamani so ukija ukiangalia, nadhani kwenye karne ya kumi na moja kuanzia ya nane mpaka ya kumi na moja ndo pale ambako gold ilianza kudominati sasa, kama pesa ikamreplace chumvi sasa sasa. Na cha kushangaza wakati dunia ina adapt ishu ya gold, naam no. wakati huo karne ya saba mchina ameanza kutengeneza paper currency Yaani wakati dunia ndo ina adapt kwamba tutumie gold. Gold. Ye, ya yeah. Ameshaanza kutengeneza pesa ya karatasi. Nadhani mchina ametengeneza karne ya saba. Kwenye historia ya uchumi, yeah. Kila tunapotaja lazima atajwe Afrika, lazima atajwe mchina yeah. Kwenye chumvi alidominate Afrika, alidominate mchina. Mpaka sasa hivi tuna ma... bara matatu ambao ni, ni, ni Afrika ambao kuna mali aliwakilisha vizuriaafayot na West Africa yote ilikuwa nguvu kipindi kipindihicho. Inaweza kuwa afria, kuna mahali labda tulikwama. Mchina alianza na mpaka on top. Top yeah. still yeah lakini, afa tulianza, siwezi kusema tuko tukoo, siwezi kusema we below kwa, tuko mahali kwa kesi ya yaa, tulijichanganya wap m tasema tui kipindi chake tulijichanganya wapi mpaka well, hadupo katikati hapo. Well, ni kwamba ukiangalia kwenye ishu ya maendeleo kama nilivyosema mwanzo hadi kufikia karne ya kumi na tano mm. Hatukuwa na utofauti mkubwa sana na, na Europe kwa kiuchumi. Kiuchumi yani kwenye maendeleo technology, everything, hatukuwa na utofauti sana. Tunazungumzia Afrika, Afrika na Europe. Afrika ya karne ya kumi na tano hatukuwa yes. na utofauti mkubwa sana na wao. Utofauti ulikuwepo, lakini sio mkubwa, yes. kama uliopo sasa uliopo uchumi sasa tuliokuwa nao huku ilikuwa ni wao wamekuja kuutengeneza ama no, no, no. Kumbuka karne ya 15, walikuwa ni sisi wenyewe tuliutengeneza ka wa Falme za huku Afrika ndo zilikuwa zina mi nashida na, na ng'ombe sawa, wewe una mbuzi sawa. Ili wewe uchukue ng'ombe wangu, mwisho wa siku utanipa mbuzi kumi, mm. Mwisho wa siku wakaona kwamba hiyo kitu haiko balanced. Haiko balanced. Wakabadilisha, yes. Waka tukaingia kwenye issue ya ku trade na chumvi na spices, ambazo baadaye pia wakaona hizi haziko balanced. Tukahamia kwenye gold na metals na hizi nini, precious hizi shells. Precious metals, yeah. Yeah, mwana precious metals, hizi shells. Yeah, so from there watu bado wakaona kwamba ni changamoto zile. Gold watu walikuwa wana trade na gold bars, zile bars umeona. Kwa hiyo kipindi watu wana trade na gold bado, kwa Afrika nadhani alidominate Mali. Si Mali, yeah, of course kulikuwa na yule emperor wao yule ruler Mansa Musa. Yeah. Na kikubwa ukitaja kwenye masuala ya uchumi, unavyomtaja Mansa Musa alikuwa ni kati ya binadamu wa kwanza waliosababisha mfumuko wa bei, yani tunavyoongelea inflation. Wakati Mansa Musa anatoka kwake kule Mali anaenda, yeah, kuhiji Maka kote alikopita alisababisha mfumuko wa bei kwa sababu kama kitu hiki kinauzwa labda kwa gold kiasi hiki, yule jamaa alikuwa analipa zaidi kwa akasababisha, yani, gharama za vitu zilipanda, zilipanda kila sehemu ambako yeye na msafara wake walipita, so hiki kitu ni mara chache kitazungumziwa, lakini Mansa Musa alisababisha inflation. Mansa Musa alitoka mali, yes. Yeah. Dunia imesha hama kutoka barter trade, mm -hmm. kutoka chumvi Mbaka, kwenye gold kwanza nataka niajue mat, mataifa aliyokuwa ni mababe kwenye gold develop ah okay, hapo kwa, kwa Afrika kuna mali kuna Spain naye alikuwa mbabe sana, hata kwenye history ana voyage nyingi sana alifanya, yeah. akiwa na hazina kubwa ya gold, ila still mchina hautaacha kumtaja, alikuwa anachimba gold ama well, mm -hmm. ha produce pesa hivi yeye ana produce product nye mnapesa. mnamlipa yes. Yaani ndio alichokuwa anakifanya tangu kipindi hicho hata akaweza yeah. ku dominate chumvi. Anauza vitu mtamlipa chumvi. Anauza mtamlipa, mtamlipa, yeah. vitu mtamlipa gold. Mwisho wa siku mnakuja gundua jamaa ana reserve kubwa ya gold kuliko. Hakuwa na, na migodi mingi lakini ni kwamba alikuwa na anazalisha sana kwa hiyo alikuwa anauza anapokea gold, mwisho wa siku akawa na, na gold reserve kubwa sana, dunia nzima gold ndio inazunguka. Yeah. Naam tudaka tuweke vitu sawa mm. Wakati dunia nzima gold inazunguka, naam. Spain, Spain mali, China, china, China. Spain alikuwa ana chimba gold gold gold, yeah. na na trade pia na, na na trade trade pia yes. spin Af afrika tuko... ina maana nimeshakaribia kuelewa mahali tuliumba sisi, tulikuwa tunachimba gold lakini hatuna matumizi nayo in short kwa sababu uwezi ukasema hatuna matumizi nayo kwa sababu biashara zilifanyika pia bias, si ndio? Yeah. Biashara zilifanyika lakini i, i, i, inaonekana kabisa hapo kwamba gold yote ilikuwa na chimbo ilikuwa inaenda nje kwa sababu mahitaji no, no, no, yetu yote no, no. nje. Hatoku nisiseme nisiseme kwamba tulifeli mm, niseme tulifelishwa. Kwa sababu hata the fall of Mali Empire ni baada ya kuingia wako. wakoloni, yes. Mali Empire ilianguka baada ya wakoloni. Tunaanzia hapo. mm. Kwenye karne ya 15 Let's say mpaka 17, sba hmm. Afrika ilikuwa ni moja ya mataifa ni moja ya mabara yenye, yeah. nguvu kiuchumi yeah. no. Lakini baada ya ukoloni kuingia Afrika, Afrika ilikuwa ni moja ma ya mataifa ya kawaida mm. Tulipopata fedha na wengine walipopata fedha, matumizi yalitofautiana no. yeah. Afrika tulienda kuspendi nje, ni kitu ambacho naelewa na kiko clear mm -hmm. Ndio maana hapa Mansa Musa aliposababisha mfumuko wa bei ya dhahabu hakutoka Mali akaenda kusababisha mfumuko wa bei ya dhahabu Kongo au Kenya ilikuwa jamaa, ni Saudia, ilikuwa ni ni Asia. jamaa alikuwa anaenda kuswali. alikuwa anaenda anaenda yani, kuhiji. Of course ni njia aliotumia kupita. Hakutarget sehemu yoyote. Hakupanga yani kusababisha mfumuko wa bei. Hakupanga hata kufanya hivyo. Naam. Ni kwamba alikuwa ye alikuwa anatoa sadaka kila anakopita, sadaka alikuwa anaitoa kwa namna gani? Gold. Gold. Kitu unauza unauza gold bar 10 anakupa elfu moja Naona. Kwa na inabidi so, bei badiliki sokoni. Yani, bei itapanda. Sasa mimi kama nina gold bar 1000, yani mbali kama bei ita yani kwamba bei kubadilika. Mimi nina gold bar 1000, wewe utanitoa nyumbani nje kukaa kuuza kitu cha, cha gold bar 10. Lazima unaambia, nitakulipa gold bar 2000 huko ndo naweza nikafanya biashara. Kwani kwa mfano, hata wa kisasa kipindi ambacho Zimbabwe watu wananunua mkate mmoja kwa bilioni 30. <laughs> wale jamaa waliprint mpaka noti za one billion. Sasa hao walikasirika. Ah, sio tu kukasirika. Yani, ndio nakuja nasema kuna namna, pesa ikishakuwa nyingi kama hivyo, tulisema gold zilikuwa nyingi kwenye mzunguko. Lazima mfumuko wa bei utokee. Kwa sababu tayari kila mtu ana hela, nani unamchukua akafanye kazi? Kutoka bata trade kwenda chuvi mpaka dhahabu, naam. Sijaipata Afrika ikiwa below ya mtu yeyote. Of course. Iko kwenye level ya mataifa mengine duniani. Naam. Yeah. Tulikuwa kati ya wababe. Nataka nielewe kwamba kwa sababu histo tunatengeneza historia ya fedha yeah, ili tujue wenye fedha kutuzidi sasa hivi wanaotukopesha mpaka wanakaribia kutuchukua <laughs> yeah, walitoa wapi fedha kwa sababu, mm, ka tangu karne zinaanza mpaka kumi na tano kwenye mzani tulikuwa tuko sawa yeah, ina maana wanapoenda sokoni Europe, na sisi tukienda sokoni kununua chochote tunaweza tuka, tuka debate yeah. Afrika hata akashinda kwa sababu alikuwa tajiri. Sasa, na hata ukiangalia pia apart from ukoloni kuja hata sisi tulianza kurudi nyuma. Kitu kimoja nitakupa mfano rahisi, kulikuwa na hii kitu ambayo Afrika baadhi ya nchi mfano kama Ethiopia kule, ile nchi haikutawaliwa, si ndio? yeah, yeah. Wale jamaa wali embrace technology zao. Kuna watu walikuwa wanaweza kutengeneza silaha sio magobore hey, sio nini, si ndio? yeah, yeah kuliko sasa nchi nyingine, wale watu kukatazwa kule. Jamaa yani wali empower wale watu produsini vitu hivi, unaambiwa. Kuna times hata hawa wakoloni wenyewe wakati wanataka kuingia Ethiopia, walikuwa wanachapika, kwa sababu vile vitu vyao ambavyo nchi nyingine vinanunua, wao jamaa walikuwa wanazalisha. kwa hiyo unaweza kusema kilichotutoa kwenye mfumo ni ile kuacha kuproduce sana vyako, ili ufanye biashara na kutegemea zaidi kununua vya watu, si ndio? Nataka nikuambie kwamba hii unayozungumza mezani ndiyo pointi ya msingi ambayo inabidi tu discuss mwaka mzima, ya kwamba kuwa na fedha store haikusaidii. Yeah. Yeah. Mchina mpaka sasa hivi tumeona yeye tutumia lugha mtaani, hmm. Alikuwepo kwenye butter trade mm. alikuwepo kwenye chumvi mm. alikuwepo kwenye gold, maana yake alishikilia bomba yeah. Kwenye kushikilia bomba, yeye aliona kama hawezi kuproduce gold kama mali wanavyoproduce alitengeneza product ambazo zitafanya wa Afrika wakatumie gold kwake, yeah. Mpaka sasa hivi nataka nikwambie, Afrika huwa ugonjwa bado tunao yani we, we, we have are, a lot of money it's, it's not even just Africa, if you remember hii ni karne ya kumi na ngapi? Ukiangalia kwenye vita vya dunia ya kwanza na ya pili role play na kitu ambacho kimtajirisha sana Marekani haku participate directly kwenye vita, alikuwa anauza silaha so alitengeneza pesa nyingi sana kwenye ile vita, ndio maana leo yuko alipo. So basically, hata kipindi hicho it's the same strategy Taifu... China alikuwa anatengeneza anauza hata sasa hivi kuna hili wimbi la kila mtu biashara yake nataka iperform vizuri naenda China kufunga mzigo yeah. Kuna siku tutakuja labda tu highlight tu sisi tuna viwanda vingapi ambavyo tunauza vitu nje. Hiyo ni mada mpya ya biashara ambayo ni lazima tudiskasi kwa sababu ni viki kubwa. ukiambiwa hey, utaje fedha ya Kitanzania inayobadilishwa kuwa dola kutoka nje ya Tanzania kwenda kwenye mataifa mengine kwa nini zile fedha zisibaki, alafu wengine waleta fedha kwetu? Huko ni kujikwaa kama kujikwaa kwengine, sio mada ya leo. Mada ya leo tunadiscuss historia ya fedha, tujue mwenye fedha alizitafuta wapi na wasio hmm, na fedha walikwama wapi. Hmm. tumeshaanza na historia vizuri kwamba barter trade hmm, ilikuwa ni mzani sawa. Hmm, tukaenda kwenye gold, mzani huko sawa. Kwenye chumvi, mzani huko sawa sawa. Gold ikaja ikadisapia, ikaja Kudisapia kwa gold, ni kama tulivyosema tulivyokubaliana mwanzo pale. Mfumo wote unaobadilika lazima kuna changamoto zinazosababisha watu waone yukos. Tuhame mm -hmm. Nadhani kuna point ambako jamaa hapa alisema zile gold zilikuwa labda either ni mawe yeah, au ni bars kama ninahitaji mawe kumi na maana wewe utembee na mawe kumi kila siku, so zile changamoto ambayo ya kwanza kubwa ilikuwa ni uzito. Zito, yes wa ile gold si ndio? Alafu cha pili security, si ndio eh? Majambazi walikuwepo tangu hicho kipindi si ndio? kwa hiyo yeah. Mchina nadhani ndo taifa la kwanza kuintroduce paper money si ndio eh? Yeah, karne ya saba. Yes. Ukisema paper money, ya money tunazungumzia fedha ya makaratasi.